Tunaendelea na mengine ambapo Rais William Ruto amesema mapatano ya kisiasa kati ya chama tawala cha United Democratic Alliance UDA na Orange Democratic Movement ODM yameipa serikali yake muda wa kutosha kutekeleza ajenda yake ya maendeleo. Akizungumza huko Homabay ambapo alizindua miradi ya maendeleo akiandamana na aliyekuwa Waziri Mkuu Raila Odinga na viongozi wa eneo hilo, Ruto aliendeleza mwaliko kwa wapinzani wake wa kisiasa kujiunga naye huku akishikilia kuwa ni wakati wa kuongeza, kuongoza ajenda ya maendeleo badala ya kujihusisha na malumbano ya kisiasa. Wycliffe Oketch na maelezo zaidi. Na mimi nataka nimshukuru Right Honorable Prime Minister Raila Molo Odinga, sindio? Kwa sababu wakati wengine walijaribu kutuletea kisirani, baba akasimama na mimi akasema tuunganishe Kenya ili tuweze kupanga mambo ya maendeleo ya Kenya tuwache mambo ya ubaguzi tuondoe ukabila tumalize chuki ndio Kenya iweze kwenda mbele. Tunakubaliana jameni? Sasa mimi nataka niwaulize, si tumeunda serikali ya broad based ya kuleta wakenya wote pamoja ndio tumalize ukabila na tupange mambo ya umoja ya wakenya na tupange mambo ya maendeleo ya Kenya. Sasa maendeleo ya Kenya ndio hii Ona kama barabara zinatengenezwa vizuri hapa Homa Bay kimoja. Kiwanja ya ndege ya Homa Bay si inatengenezwa? Zinatengenezwa, tumeona. Nafurahi na haya yote alafu, sasa hospitali itengenezwe vizuri ili watu wetu waweze kupata matibabu sawasawa. Hii mpango ya sha mpaka ifanye kazi. We are not conmen.